Tarehe 30 wa 11 25, majira ya saa moja za usiku, katika mtaa wa Bugweto, kata ya Badakuli, wilaya na mkoa wa Shinyanga, mwanamke ambaye ametambulika kwa jina la Betia Oscar Chacha ambaye ana miaka 25, Mkuria Mkristo na ni mwalimu wa shule ya msingi Badakuli na ni mkazi wa Bugweto a hey, akiwa nyumbani kwake aliuawa kwa kukatwa na kipande cha chupa mkononi, shingoni na mapajani na mume wake ambaye ametambulika kuwa ni askari magereza, kuwa anafanya kazi magereza yetu ya hapa Shinyanga. Bado tunaendelea kuchunguza chanzo cha tukio hili la kusikitisha la kuhuzunisha la kikatili uliopitiliza, ili tuweze kujua chanzo ni nini. Kwa hiyo mtuhumiwa, tupo naye hapa polisi, tumemkamata na tunaendelea na mahojiano. Nayo wito kwa jamii kwa wanandoa kwanza, tumweke tumtangulize Mungu mbele, lakini e, tunaendelea kwenye hiki kipindi cha e, kupinga ukatili katika hizi siku kumi na sita, ukatili dhidi ya watoto, ukatili dhidi ya makundi mbalimbali mbali, wanawake, e, tunawaambia bado wote ambao wanafanya ukatili, mfano hususan huyu mwanaume kwamba makundi hayo, basi tujielekeze kama nilivyosema kwa Mwenyezi Mungu, muomba Mungu atusaidie, lakini pia turudi katika swala zima la malezi. Uh, katika jamii lakini upendo wa wanandoa inafika mahali wanandoa inafika mahali upendo unaondoka kabisa, inafika mahali nauwana. Huyu mwalimu aliyeuawa wa miaka ishirini na tano bado binti mdogo, na huyu aliyefanya tukio na miaka thelathini na moja bado ni vijana wadogo. Kwa hiyo tunapoingia pia katika mahusiano tufate yale ambayo tunapewa na viongozi wa dini yote ya Mwislamu au Mkristo, madhehebu yoyote yale, tunaambiwa na mashehe, mapadri, makasisi, maaskofu kwamba tukae kwa upendo, tupendane, lakini tuishi namna hiyo katika upendo huo na si kufanyana vitendo vya ukatili.